Sasa muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea, muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Sasa kwa sababu hiyo naomba nieleze kidogo kwamba siku hiyo ibada ya Jumapili ikatangazwa kwamba tutakuwa na maombi ya kufunga kwa muda wa siku saba, yaani kuanzia Jumatatu na kuendelea. Sasa tumeanza maombi ya mfungo siku ya kwanza na kuendelea na mkesha, ghafla kanisa likazingiwa na magari ya polisi na polisi. Hatujakaa sasa, tukasikia mabomu yanapigwa na risasi za moto. Hatujakaa sawa, watu wamekamatwa. Hatujakaa saa, umeshapigwa na utepe. Kwa hiyo wale waliokuwa kwenye mkesha walikamatwa, walikamatwa watu tisini na nane, wakapelekwa kituo cha polisi Oysterbay. Taharuki ikawa ni kubwa. Sasa kanisani kuna utepe, waumini waliokuwepo wamekamatwa Ikaanzia Dar es Salaam ambayo ni makao makuu ya kanisa letu ikasambaa mikoani kwingine kote kabla Jumapili ya Jumapili, kwa nafasi ya wachungaji wetu kuwaelezea umirani imetokea ikawa haipo, na sisi tunaheshimu sana serikali yetu, tukasema tuachie serikali inajua inachokifanya. Sasa taharuki imeendelea kuwepo mpaka Jumapili, mpaka leo. Katika mazingira hayo waumini wetu wamepata tabu sana kuwaza, jambo hili limetendwa na serikali au la? Sasa, kwa mjibu wa taarifa ya wakili Kibatala, namna alivyofanya mchakato, kanisa lilivyochukua hatua ya kumwomba asimamie mambo yake kisheria, akamwandikia barua waziri kama matakwa ya hiyo barua ya mtandaoni nilivyotaka kwamba uandike kwa waziri rufaa e, ndani ya siku ishirini na moja. Akaandika barua hiyo, lakini akasema waziri e, sheria haimbani ajibu lini. Akachukua hatua nyingine kwenda mahakamani. Siku ya Alhamisi kesi ikasikilizwa, kwa maana ya maombi yetu kwamba kanisa lifunguliwe, shughuli zingine ziendelee na mawakili wa serikali wakaweka pingamizi. Ijumaa ikasikilizwa yale maombi ya upande wa serikali, katupiliwa mbali. Uamuzi ulikuwa siku ya Jumanne na wenyewe, kwa sababu waziri alijibu barua ya, yake serikali mi akasema kwamba tusubiri kwanza, hii barua ya waziri inasema nini. Uamuzi ukapangwa leo, na leo kama alivyoeleza wakili yaliyotokea na mpango ambao uko huko mbele wa tarehe nane. Sasa kama kanisa katika mazingira haya ambayo tumeyapata, tuna mambo machache. Jambo la kwanza, sasa kupitia serikali, kwa maana kupitia waziri, tumepata uhakika kwamba kanisa letu halijafungwa. Kwanza, hatujapokea barua ya kufungwa kwa kanisa, lakini hata ambayo hatujapokea yenyewe hiyo ya mtandaoni tulivyoandika rufaa sana sana, barua yenyewe hiyo, waziri amekana kwamba hiyo barua si halali kwa sababu haijasajiliwa na msajili wa makanisa. Waziri akaenda mbali zaidi kusema ninyi ni kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kama lilivyosajiliwa, na huyu mnadai kwamba amefuta hii Glory of Christ Church. Kwani ndio ninyi? Nawauliza, ndo ninyi? Kwa hiyo hata kama barua yenyewe si hajapokea, labda hao GCTC walishapokea sasa, wakachanganya kati ya GCC na GCTC, wakakimbia kwa GCTC, wakaacha GCC. Sisi tuliombe jeshi la polisi liachie JCTC tafunge kanisa la JCTC ifunge, yeah. Sawasawa na maelezo ya baba yenyewe. Naomba utulivu, naomba utulivu, naomba utulivu, kwa sababu hata sisi tungeshangaa tungeshangaa mazingira hayo. Utaratibu unajulikana ili kanisa lifungwe. Hii ni taasisi ya watu, watu wanafunga ndoa, wanabariki watoto eh? kuna ubatizo. Unakataje? unafungaje kanisa ghafla hivyo, kama unaofunga kitu ambacho akihusiana na watu wengi zaidi tulitegemea kama gamia ya kufunga kweli, kwanza tungepewa notsi ya siku kumi na nne au siku ishirini na moja ili kama kuna wafanyakazi mliokuwa umewajiri basi mwape likizo, ili kama kuna shule za kanisa basi zifungwa kwa utatia wanafunzi kuliisho makwao, ili kama kuna hospitali ya kanisa wagonjwa wapewa rufaa waende kwingine ili kama kuna waumini wa kanisa hilo basi watangaziwe wapate huduma za kiroho kupitia huduma zingine. Ili kama kuna ndoa ama zisogezwe karibu ndani ya nusu fungu haraka haraka ama wasimamishwe, wasilipie kumbi, wasitoe mwaliko kwa watu wengine. Tungeshangaa sana. <laughs> Lakini cha pili tuna utaratibu mzuri sana wa kisheria ambapo kila mtu anayekosea lazima aitwe asikilizwe kwanza mm -hmm. E, umekosea bwana hiki mm hebu -hmm. Jitetee kabla tujafunga kanisa, jitetee, kwa nini tusifunge kanisa lako? Jitetee mm -hmm. mm -hmm. nafasi ya kujitetea hatujapewa kwa mm hii -hmm. tuna konfemu wazi kwamba kanisa letu halijafungwa. <coughs> labda hao GCTC walishapewa nafasi ya kusikilizwa, walishapewa na, walisha na notisi, wakakaidi. Ila polisi kwenye kuchanganya majina hapa, GCTC GCTC kule, wakaenda GCTC. Kwa hiyo haya mambo yakuchangana ndugu zangu, yapo yapo. Majina yanayofanana yapo, ko tuatea wasiwasi wa umini wetu. Kanisa letu alijafungwa na, kwa sababu hiyo, kwa kuwa alijafungwa Jumapili. Utulivu. Tunaomba utulivu. Naomba utulivu. Na kwa sababu kanisa alijafungwa, ila kwa sababu ya hofu iliwaingia waumini wetu kuona utepe, kukamatwa, kupigwa mabomu wameogopa na wameshia na kanisani, wakiamini pengine hili katazo, pengine la kweli. Si tumefuata watu wa kanisa letu kuiombea serikali na kuiheshimu serikali, kwa hiyo akaona kwa kama ni serikali imefanya hivyo, hatuna haja kupambana, kupambana na serikali. Tukasubiri, wasubiri viongozi wa juu watatuelekeza vizuri zaidi na kwa sababu ya subira hiyo, mimi niwapongeze kanisa la glory of Christ Tanzania Church of, kwa utumizi wenu kulipata hiyo. Endelea kuwa na amani sasa rasmi. Glory of Christ Tanzania Church, Jumapili tunaendelea na ibada kama Naomba utulivu, naomba utulivu ndugu zangu, naomba utulivu. Haya yote ambayo yameleta sintofahamu kubwa na hata kudhaniwa pengine la kwetu limefungwa ni kwa sababu ya plesi ya askofu Gwajima yanadhaniwa hivyo, taiatantao wasiwasi hiyo. Kwa sababu wasihusishe plesi ya Askofu Gwajima na kanisa letu. Askofu Gwajima ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Kawe. Askofu Gwajima ni mwanachama wa chama cha Mapinduzi. Askofu Gwajima ni mneki na askofu wajua, pia ni askofu. Naamini kama ingekuwa ni sababu ya yeye kukemea utekaji, nadhani wangeanza kufukuza wanachama wa CCM kwanza, pengine kwa sababu kwa sababu wanachama huo angepoteza sifa za kuwa mneki, angekosa sifa za kuwa mbunge, nadhani wangeanza hapo. Siamini kwamba wanaweza kuyaacha haya yote wakakimbilia kulionea kanisa. Siamini hicho kitu, siamini, siamini. Na kama, na kama, na kama inaweza kuwa ni kweli Je, akosee padri mmoja au katekista mmoja kwa na mtumbo Ruvuma kakosea kwenye matamshi yake, hata kama ni, ni ndani ya kigango au ndani ya jumuiya, kakosea kwa matamshi yake, je, wataifunga Katoliki nzima nzima eh? Uta... Yani, yani narubia na, na, kusema hivi hey, watu wanakosea hey, wanaweza kukosea hmm, na sheria ziko wazi. Kakosea askofu, kakosea mtume, kakosea raia, kakosea muumini, sheria ziko wazi za namna kumchukulia mtu sawasawa na makosa yake, anashtakiwa yeye, sio kwa niaba ya jumuia ambayo anamolela jumuia hiyo. Sasa akikosea katekista mmoja wa kigango cha Itilima takosea, akikosea huyo katekista wa Katoliki wa kigango cha Itilima, wataifuta Katoliki nchi nzima? Wasiendelee na ibada? Watapiga utepe nchi nzima? Ni kitu ambacho hakipo, ni kitu ambacho hakiwezekani ni kitu ambacho hakiwezekana. Sasa maneno aliyoongea askofu Gwajima, kwanza, nataka niweke wazi kwamba place yake ya kwanza hakuongelea kanisani wala hakuongelea madhabahuni wala hakuongea kama askofu wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Aliita place kwenye mtaa au kwenye nyumba anayojua mwenyewe, sisi ajua ni wapi, Dodoma au Mwanza au wapi, ni kwenye nyumba ya jirani au kwenye ofisi ya ubunge au kwenye ofisi ya alipoita ile place, kabla ya ya yote, ikajibiwa bungeni. Kwa walimjibu bungeni ushahidi kwamba hiyo place ilienda hayuhusiana na kanisa. Hata waliojibu bungeni walijibu, wanamjibu wajima jima, kwamba Gwajima hawakwahi kuliongelea kanisa la Glory of Christ Tanzania Church yes. Hey, ana haki ya kuhubiri kanisani, ana haki ya kuhubiri yes, haki anayo mm. Na usimpangia tahubiri nini, usiende mahubiri yake yeah. Alichosema Jumapili ni ufafanuzi kwa waumini wake waliosikia ametajwa tajwa kila mahali, wala hakuleta hoja. Aliyoleta hoja ya kwanza, hoja ya kwanza haijawahi kujibiwa mpaka leo. Ni ufafanuzi, na mimi nasema wazi, alikuwa na haki kuambia waumini wake wasiendelee kubaki na taaruki, kwa sababu wamefanya nini, imekuwaje? Kwa sababu hata mtandao wa kijamii ilizimwa kila alichokisema mara ya kwanza kikafutwa. Mimi niliona kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye media moja na sivyo, Chanzo ikasema kwamba TCRA imewaamrisha waondoe content ya Askofu Gwajima kwenye mtandao wao, hata kama iliondolewa. Kwa hiyo waumini wengi hata upata taarifa vizuri kwamba ameongea nini. Sasa mara magwajima, magwajima, mara nini wanataka afanue, lakini jambo hilo halihusiani kabisa na kanisa wala kanisa halijamtuma aseme hayo. Saa skia makini, kwa maana moja kanisa kama kanisa, kwanza kanisa lina bodi ya wadhamini, kanisa lina bodi ya nini ya wadhamini. Na kwa sababu kanisa lina bodi ya wadhamini, mambo yote kanisa wanakaaga bodi ya wadhamini wanaandika waraka kama baraza la maaskofu halafu, wanamtuma mmoja akatoe kwa niaba ya maaskofu ambaye ni katibu mkuu. Na kanisa hilo kama ni kulishtaki kulipeleka mahakamani, basi ni muhimu, ni muhimu wangeshtaki bodi ya wadhamini amba ata, ambayo kwenye kesi ambayo iko mahakamani imepelekwa, ni bodi ya nini ya wadhamini. Nataka niseme tu kwamba Askofu Gwajima ana haki ya kupigania nayoamini yeye mwenyewe. Kama yeye ana haki na mimi, na mimi naweza kusema siyo yeye wa, wa kwanza kukemea mambo ya ubaguzi. Alikuwa anadai kwamba haya mambo wanatekwa watoto wa wanyonge, lakini watoto wa wazito wazito hawatekwi, akitolea mfano wa mwanaye Jordani E, na watoto wa wengine wote inaonekana kama ubaguzi, ndio jambo hili likomeshwe. Tukumbuke vizuri, ndugu zangu, Martin Luther King aliyekuwa aliyekuwa aliyekuwa aliyekuwa padri wa Katoliki. Kumalizia. Ale nani imetangazwa, ndio siku ya mahakama. Na kwa kuwa shauri hili kwa mahakamani kwa utaratibu wa mahakama lazima uendelee, na sisi hatuko tayari kuingilia utaratibu, uendelee kama ulivyopangwa na utaratibu wake. Nitoa wito, nitoa wito kwa viongozi wa dini watuungane kwa pamoja kwa jambo hili. Kama JCTC imetendewa jambo hili kwa mazingira hayo, hatujajua linafuata dhehebu gani lingine kwa nitoe wito kwa madhehebu yote, yote ya Kikristo na ya Kiislamu, tuungane pamoja kwanza kwa maombi na kwa dua mbalimbali, lakini cha pili kuja mahakamani Dodoma kuzulia kusikiliza ukweli huu, na kuja mahakamani ajawayo kwa ajawayo kwa kosa la jinai ni jambo la kawaida. Kwa wito wangu huo tuje kwa wingi zaidi kuhudhuria e, jambo hili na mimi niombe tu, kwa mazingira haya, wingi wa watu, nadhani mahakama iangalie mazingira mazuri ya kuhakikisha angalau wa watu wengi wanapata nafasi na fursa hii ya kusikiliza kesi hii kwa namna ya wazi. La mwisho nitoe wito, ni muhimu kama viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali tujenge mahusiano mazuri, viongozi wa dini na serikali, au viongozi wa dini na wanasiasa, tujenge mahusiano mazuri haya, ili upande mmoja usije kaonea mwenzake. Tuna nafasi sisi kuliombea taifa letu na kuhubiri amani. Ushirikiano mzuri wa wanasiasa na viongozi wa dini ukiwa mzuri sana, taifa linaweza kuwa na amani, kwa sababu wote wanawafuasi nyuma. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, mwaka wa nini? Wapiga kura sila hawa hawa na waumini wenu, sio? Ukimwona askofu yuko hapa, nyuma kuna waumini wengi na ni wa vyama vyote vya siasa. Kanisa ndio mahali pekee, wanaingia wa CCM na Chadema, wanaingia ACT e, wanaingia, wanaingia na kafu, wanaingia na wasio na vyama wanaingia, isipokuwa wachawi tu peke yake. Sasa viongozi wa dini msipojenga mahusiano mazuri na wanasiasa, au wanasiasa wasipojenga mahusiano mazuri na viongozi wa dini, na ni mwaka wa uchaguzi Kuna muujiza gani tuutarajie? Kwa mi niombe jambo hili la kanisa la Glory of Christ Tanzania chachi, lisitugawe sisi viongozi wa dini. Wanasiasa ni waumini wetu, tutawapeleka wapi? Lisitugawe sisi ni walinzi wa amani wa taifa hili. Mwaka wa uchaguzi tuhubiri amani pamoja na, tumuone mwanasiasa anayekuja kutubembeleza kutuonyesha, hata baada ya uchaguzi tutaendelea kusali kwa mji wa. Ibrania sura ya kumi mstari wa ishirini na tano tunaambiwa, wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi kwa kadiri mnavyoona siku zinakaribia, tujenge mahusiano mazuri. Kwa hiyo wito wangu, kwa kuwa hapa siongea na wanasiasa, na ongea na viongozi wa dini, si ndio? Tuwavute polepole pole, kwa karibu. Viongozi wa kisiasa hawa ni waumini wetu, tujenge mahusiano mazuri. Achana mambo ya mtandao na nini na nini, lakini tujenge mahusiano mazuri na usibague chama cha mtu. Jengeni mahusiano na viongozi wa wanasiasa ambao unaweza kumwelewa. E, kuna msea mmoja sio mzuri sana waadietu wa, wa, wa, wa, anasemaga kwamba mpende anayekupenda, mpende anaye asiyekupenda. Basi naomba niishie hapo kwa leo, lakini tapeana taarifa nyingine zaidi kwa kadri siku zinavyokwenda. Mungu awabariki sana. Mungu aibariki Tanzania, aibariki Afrika. Asanteni sana kunisikiliza na niombe sasa waandishi wa habari, niombe waandishi wa habari, naweza kuzima mitambo yenu.